Karibu katika hadithi ya mbwa mwitu na watoto wake watatu. Zamani za kale, katika misitu mikubwa ya zamani ambako jua linapochomoza halifiki mpaka adhuhuri, waliishi viumbe wa ajabu sana. Miongoni mwao alikuwa mbwa mwitu mzee aitwaye kiongozi mkali ambaye alijulikana kwa hekima, nguvu na uoga uliovutia katika nyoyo za maadui zake. Mbwa mwitu huyo alikuwa na watoto watatu. Mmoja aliitwa Kasa ambaye ni mkubwa aliye na nguvu nyingi lakini mwepesi wa hasira. Wa pili aliitwa Lenga, mwenye akili nyingi lakini asiye na busara. Na mdogo wao wa mwisho anaitwa Tutu. Alikuwa mnyonge wa mwili lakini jasiri wa ajabu na mwenye moyo mwe wa dhati. Waliishi katika pango la kale lililokuwa pembezoni mwa mlima mrefu ulioitwa Mlima wa Mawimbi, kwa sababu upepo ulikuwa ukilia usiku kama mawimbi ya bahari. Pango hilo lilikuwa la michoro ya kale ya mababu wa ukoo wa Mbwa Mwitu. Na kila siku waliketi kuzunguka moto wakimsindikiza baba yao akisimulia hadithi ya mashujaa waliopita. Lakini hali haikuwa shwari kama ilivyoonekana. Kulikuwepo na hatari kubwa ikikuwa ardhini, hatari ambayo kiongozi mkali aliogopa sana ambaye ni Chui Kivuli. Mnyama mzee mwenye nguvu za giza ambaye alifukuzwa miaka mingi iliyopita baada ya kujaribu kutawala wanyama wote kwa hila na uroho. Chui huyo sasa alikuwa amerudi, na alikuwa na jeshi la nyoka waliotambaa gizani, simba waliopagawa na bundi wa macho mekundu waliotumika kama wachunguzi wake. Lengo lake, kumwangusha kiongozi mkali na kuwafanya watoto wake watumwa. Siku moja, kiongozi mkali aliwaita watoto wake mbele ya moto mkali uliojaa cheche kisha akasema, saa imefika. Huu ni wakati wa kujifunza, sio tu kupigana, bali pia kufikiri, kujua maana ya uongozi na dhamana. Kila mmoja wenu ataenda njia tofauti, mtarejea baada ya mwezi mmoja. Yule atakayeleta jibu la swali nitakayetoa ndiye atakayestahili kuwa kiongozi baada yangu. Watu wakatulia, macho yao yakimwangalia kwa mshangao, na swali lilisema, uongozi wa kweli ni nini? Kisha akatoweka ndani ya pango, na hakuna aliyeweza kumwona tena usiku huo. Asubuhi Kasa aliondoka kwenda mlimani kujifunza nguvu ya asili, Lenga alielekea mtoni kujifunza siri za maji na maisha, Tutu mdogo wao akaamua kutembea porini kutembelea viumbe wa kawaida na kusikiliza matatizo yao. Kasa alipanda mlima wa mawimbi hadi kileleni ambako kulikuwepo na mnyama wa ajabu aitwaye mamba wa maji ya moto. ili kumfundisha, mamba alimwambia Nguvu siyo kupiga, bali kujua lini kutotumia nguvu zako. Lakini kasa hakuweza kuelewa hilo, alitaka mafunzo ya kupigana. Akajifunza mbinu za kupigana na hata kumshinda simba mwitu aliyowapora tembo, kisha alirejea kwa fahari na meno ya simba shingoni mwake. Lenga alikutana na papa wa maji baridi aliyeweza kuzungumzia ndoto, kisha akamwambia, uongozi ni kuona mbali zaidi ya unachoona sasa. Lenga alijifunza kutabiri matukio, kusoma nyota na kufahamu mioyo ya viumbe. Alijua kila kitu kinachotokea porini, lakini hakujua afanye nini na maarifa hayo. Alirudi na daftari la ramani, lakini akashindwa kuelezea la msingi. Tutu alitembea kutoka kijiji hadi kijiji, alisaidia sungura kujenga mashimo, aliwasaidia fisi kutatua ugomvi, alitengeneza daraja la matawi kusaidia paa kuvuka mto. Siku moja alipokuwa akivuka nyikani, alitekwa na jeshi la chui kivuli, wakampeleka kwenye pango la mauti. Na alipokataa kusema aliko baba yake, walimfunga kwenye mti wa miba, lakini wanyama aliyowahi kuwasaidia walikuja usiku, ambaye ni paa, pundamilia, hata yule fisi aliyesaidiwa. Kisha wakashirikiana na kumkomboa. Watoto wote walirudi mbele ya pango la baba yao. Kasa na Lenga walijigamba, kila mmoja akidai amejifunza zaidi. Tutu alikaa kimya, kisha alipoulizwa alijifunza nini: uongozi ni kulea wengine, ni kusikiliza, ni kuongoza bila kuumiza. Si lazima uwe na nguvu au maarifa ya ajabu, bali moyo wa kweli tu. Ndipo kiongozi mkali alijitokeza kutoka kivulini, kisha akasema Tutu ndiye anayestahili kuwa mrithi. Uongozi wa kweli ni kujitolea kwa wanyonge, si kujipamba kwa ushindi. Chui Kivuli aliposikia kuwa Tutu amechaguliwa kuwa kiongozi alikasirika sana. Alikuja usiku akaongoza jeshi lake kulizingira pori, lakini kwa mara ya kwanza pori lote liliungana. Ni kwa sababu ya moyo wa Tutu. Hata wanyama wadogo walikuja kupigana, mamba, paa, hata ndege wa mbali walirudi kulinda heshima ya moyo safi. Vita vya usiku mzima vilipamba moto. Tutu alijeruhiwa vibaya, lakini alisimama akasema, Chui, Unaweza kuchukua ardhi lakini huwezi kuchukua mioyo yetu. Chui alitazama kuzunguka, akagundua hana marafiki wala heshima. Baada ya hapo, Chui Kivuli akatoroka milele na kutokuonekana. Tutu alitunukiwa cheo cha mlinzi wa moyo, si mfalme, kwa sababu alisema sote ni familia, hakuna wajuu wala wa chini. Na tangu siku hiyo, pori hilo likawa na amani, kila mnyama akisaidia wenzake na hadithi ya mbwa mwitu na watoto wake ikasimuliwa kizazi hadi kizazi, na kuwakumbusha kwamba nguvu sio katika meno, bali katika moyo wa huruma. Je, umejifunza nini kupitia stori hii? Mimi nimejifunza kuwa uongozi wa kweli hauko katika nguvu au maarifa pekee, bali katika moyo wa kujitolea kusaidia wengine na kusikiliza sauti za wanyonge. Kiongozi bora ni yule anayelinda, si yule anayetisha. Mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine ijayo. Lakini ni kukumbushe usisahau kusubscribe kisha kubonyeza alama kengele iliyopo karibu yako kujiwekea nafasi ya kupata story zaidi ndani ya masaa 24. Until next time, bye bye.